Na hivi tunavyozungumza tayari e, timu za wataalam zimeshakuisha kukaa e, na tunaendelea sasa na maswala mengine ya maandiko na kadhalika ili kuweza kuanzisha Land Commission hii ambayo itakuwa ni mwarubaini wa matatizo mengi sana ya ardhi tuliyonayo hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, ramani za msingi zilizopo nchini zimeandaliwa kati ya mwaka 1960 na mwaka 1970 na hivyo zimepitwa na wakati kutokana na mabadiliko mengi ikiwemo ya teknolojia katika mfumo wa kiupimaji, uoto wa asili na matumizi ya ardhi, kama vile uendelezaji wa makazi na ujenzi wa miundombinu. Aidha, ramani za matumizi maalum, yani thematic maps, zikiwemo za utawala, utalii na miundombinu, haziendani na mahitaji ya sasa kwa shughuli za kiuchumi, kijamii, utawala, ma maamuzi na uwekezaji. Hivyo, wizara imekusudia kupiga picha za anga kwa kutumia ndege yenye rubani na zisizo na rubani, yaani ndege nyuki zitakazonunuliwa na wizara kupitia mradi wa uimirishaji wa miundombinu ya upimaji na ramani ambazo zitachakatwa na kuandaa ramani ya msingi kwa nchi nzima. Hatua hii itasaidia kurahisisha kazi ya kupiga picha za anga na kuandaa ramani za msingi kwa nchi nzima zenye taarifa za kijiografia zilizobainisha hali halisi ya sasa, itakapokamilika ita, ita, itakapo ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini.